Mafanikio tuliyopata katika miaka mitano iliyopita ni makubwa. Tunapasa kuyaenzi, sawa, kwa kupiga kura nyingi za kishindo. Nacho waomba ni kwamba tunafahamu, sote tumepata mafanikio makubwa kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya afya, barabara. Nae pia nishukuru kwamba kwenye upande wa barabara kilometa 164 za barabara zimejengwa katika jimbo letu Muleba Kaskazini. Tumshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan, Mama Samia oe! Lakini katika kipindi cha miaka mitano iliyopita tumepata zahanati mpya nane na kituo cha afya kimoja ambacho kinaendelea kujengwa kule Ngenge, CCM. Kwenye upande wa umeme kwenye vijiji vyetu 64 vijiji hamsini na sita tayari vimepata huduma ya umeme bado tu kujaziizia. Zimebaki tu vijiji 8 visi... vya visiwani. Mimi naamini kwamba ndani ya miaka mitano ijayo visiwani tutazima vibetari tutawasha umeme, mama Samia wee! Kwenye kilimo, ndugu zangu, tunajua kabisa kwamba tumepata mbolea ya ruzuku kwa kiasi kikubwa ambayo imesaidia sana kuimarisha Eh, upande wa kilimo, lakini vile vile tumepata pia miche ya kahawa ambayo tumesaidiwa katika vijiji mbalimbali na familia mbalimbali. Licha hivyo ni kwamba kama mlivyosikia wakati wa ziara ya mama Samia Suluhu Hassan pale Muleba, aliahidi kwamba watendeleza shamba letu la uh, miche ya kahawa kule Makongora Ruanga. Ndugu zangu, lile shamba litakuwa ni shamba la mfano Nnitachochea sana usambazaji wa micha ya kahawa katika jimbo letu Daba Kaskazini. Mama Samia wewe, yeah! Lakini pia akuishia hapo, pia mama amesema kwamba kwenye upande wa maji, ndugu zangu, kwenye upande wa maji ameahidi kwamba kutaanzisha mradi mkubwa sana wa kutumia maji azie Victoria kuleta maji katika maeneo yetu ya vijiji na vitongoji, ndugu zangu, dhuyo ule mradi ule utasaidia sana katika kutatua kero ya maji ya matumizi ya nyumbani, ya biashara, pia ya kilimo. Mama Samia, wewe tuo tayari kupokea huo mradi, tuo tayari kupokea huo mradi. Ndugu zangu mambo ni mengi sana ya kimaendeleo, lakini jingine la msingi sana, vijana wa hamasa na vijana wote, nachopenda kuambia ni kwamba kwenye upande wa vijana ziko fursa nyingi zinakuja kwenye upande wa kilimo, uvuvi na ufugaji ambao zitachochea sana ajira nyingi kwa vijana. Sawa, ndugu zangu vijana, wewe lakini pia kwenye upande wa michezo ilani ya chama imewajali pia vijana, imeainisha kwamba kutakuwa na kuendeleza vipaji vya vijana kwa vijana wote tayari. Kutakuwa na ligi za mpira na michezo mingine, mtapatiwa jezi na mipira. mko tayari? Sasa vijana, na nawashauri sana muwe tayari Oktoba 29, mhamasishane, mhamasishe kina baba na kina mama wajitoe kwa wingi, kuna kupiga kura na tupiga kura nyingi sana kwa Chama cha Mapinduzi, CCM. Kwenye upande wa kuwezeshaji wananchi kiuchumi, ilani ya Chama cha Mapinduzi imelizingatia hilo kwamba imetenga ile mikopo ya asilimia kumi ambayo haina riba ambayo itajali vikundi vya kina mama, vijana na walemavu. Ndugu zangu, naomba muone matumaini kabisa kwamba safari hii chama kimejipanga vizuri kuona kwamba kinatosheleza mahitaji ya mikopo kwa makundi haya maalum ya, ya kina mama, vijana na watu walemavu. Ndugu zangu, tujipange wana Muleba, katika mnanisikia, tujipange kuona kwamba tunaleta maendeleo katika jimbo letu kwa kuchagua chama cha mapinduzi. Ndugu zangu tunamgombea mgombea urais Dakta Samia Suluhu Hasan ametenda na tumeona, ametenda na tumeona, lakini pia katika wagombea waliopo wa urais tumeona kwamba mgombea ambaye mwenye uzoefu wa kuongoza nchi ni Dr Samia Suluhu Hasan. Kweli si kweli, ndugu yes, zangu? Tuzifanye majaribio, nafahamu fahamu, wako wagombea wengi wa urais, lakini mgombea ambaye ametenda, mwenye uwezo wa kuongoza nchi ni Dakta Samia Suluhu Hasan na chama ambacho chenye ugombea wenye sifa wenye uzoefu uongozi ni chama cha Mapinduzi. Chama, chama, kwa ndugu zangu nawaomba kwamba tupige kura nyingi za kishindo kwa mbunge wenu Adonius Alfa Bitegeko, lakini pia kwa madiona chama cha Mapinduzi CCM, oye. Mwenyekiti, nachokuhakikisha ni kwamba Muleba na hasi jimbo la Muleba Kaskazini tutatoka kuna nyingi za kichindo za Mama Samia Suluhu Hassan, na ataongoza katika mwajimba wa Muleba yote mwajimba wa Muleba kini pamoja na mkoa mzima Kagera.